Habari yako mzazi na mlezi, habari yako mwalimu na habari za leo mtazamaji wangu wa chaneli yetu ya Moyo wa Malezi. Karibu kwenye chaneli yetu ambapo leo tutazungumzia mada nyeti lakini muhimu sana ambayo ni mila na desturi zilizopitwa na wakati katika malezi na maadili kwa watoto. Je, kila tunachorithi ni sahihi? Hebu tufikirie kwa pamoja. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado hauja subscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu uweze kusubscribe ili tuweze kwenda pamoja. Like, comment na share kwa elimu zaidi. Sehemu ya kwanza tutaenda kuangalia mila na desturi ambazo zimepitwa na wakati, ambapo sehemu ya kwanza ni kunyamazisha mtoto asiseme mawazo yake. Mila nyingi za zamani zilimfundisha mtoto asizungumze mbele ya watu wazima. Ingawa heshima ni muhimu, mila hii imewanyima watoto uhuru wa kujieleza, kuuliza maswali na kujifunza kwa kuzungumza. Leo tunahitaji watoto walio wazi na wenye kujiamini, watoto ambao wakifanyiwa ukatili wanaongea, watoto ambao wakifanyiwa mambo ambayo sio sahihi wanazungumza bila kuogopa, sio watoto ambao wakite wakitendewa ukatili wananyamaza, wakiogopa hawatakiwi kuzungumza mbele za watu wazima. Hizo mila na hiyo mila ya kunyamazisha mtoto asiseme mawazo yake imepitwa na wakati. Mila ya pili na desturi iliyopitwa na wakati ni kutoa adhabu kali au kuadhibu kwa, kwa kichapo Baadhi ya mila zilizohalalisha kupiga mtoto kama njia ya kumwadhibu, lakini tafiti za kisasa zinaonyesha kwamba adhabu kali hujenga hofu badala ya maadili. Tunahitaji mbinu za kuelekeza, si kuumiza. Mtoto anapopata adhabu ya kumwelekeza, adhabu ambayo inamfundisha, adhabu ambayo inamjenga, adhabu ambayo itamkumbusha kwamba jambo alilotenda sio zuri, hapo unakuwa umemsaidia mtoto na si kumpa adhabu za kichapu, adhabu ambazo zinamuumiza. Adhabu hizo zimepitwa na wakati kwa sababu zinajenga chuki kwa watoto. Namba tatu, tutaenda kuangalia kumtenga mtoto wa kike katika maamuzi Desturi zilizompa mtoto wa kiume nafasi zaidi ya kujifunza kuongea au kurithi na kumwacha mtoto wa kike nyuma, zimepitwa na wakati. Watoto wote wa kike na wa kiume wanastahili malezi yenye usawa na nafasi kufikia ndoto zao. Desturi au mila zinazomtenga mtoto wa kike, kwamba mtoto wa kike hawezi kurithi, mtoto wa kike hawezi kuzungumza, hana sauti, mtoto wa kike hana maamuzi ya kuamua mambo yake, zimepitwa na wakati. Wakati huu sasa, watoto wote wa kike na wa kiume wanatakiwa wapewe malezi yenye usawa na nafasi sawa, ili watoto wote waweze kufikia ndoto zao za maisha yao ambayo wanatarajia. Sehemu ya nne ni kuaminishwa kuwa mtu mzima daima yuko sahihi. Mila nyingi haziruhusu mtoto kusema hapana au kupinga, hata pale anapoonewa. Hii imechangia watoto kunyanyaswa kimwili au kijinsia kimya kimya. Tunahitaji kuwafundisha watoto kusimama kwa ukweli na kutambua haki zao. Watoto wanatakiwa watambue kwamba wana uwezo wa kusema hapana pale ambapo wanaonewa Wanahitaji kukataa pale ambapo wanaona kabisa kwamba hili jambo anatendewa ndivyo sivyo. Kwa hiyo mila za kunyanyasa watoto, mila za kuwafanya watoto wasiweze kukataa mambo ambao wananyanyaswa, kwa sasa zimepitwa na wakati. Tunahitaji kuwafundisha watoto kujisimamia kwenye ukweli na kwenye haki, ili kesho tuwe na kizazi cha watoto ambao wanaweza kusimama katika kweli na kutenda haki. Sehemu ya tano ni kulazimisha mtoto kufuata njia fulani ya maisha. Baadhi ya mila huchagua kazi au njia za maisha kwa mtoto kama kuwa mchungaji, kuwa mkulima au kuolewa mapema, bila kuzingatia vipaji na ndoto zake. Kizazi cha sasa kinahitaji malezi yanayochochea ndoto, si kukandamiza. Watoto wana vipaji vyao, watoto wana ndoto zao nyingi. Sasa wazazi tusiwalazimishe watoto, yaani unamlazimisha mtoto kwamba wewe, mtoto wangu, hebu jitahidi sana, soma, utakuwa sista au utakuwa mchungaji au utakuwa paroko au utakuwa nesi, daktari, kumbe unakuta huyo mtoto anataka awe mjasiriamali mkubwa kabisa wa kimataifa, au huyo mtoto anataka awe rubani aendeshe ndege. We mzazi unasema hapana, kuendesha ndege unaweza ukafia huko na nini. Mambo mengi wazazi unakuta wanaogopa, kumbe mtoto ukimwendeleza katika kipaji chake, usimlazimishe mtoto kufata zile njia ambazo wewe unaona ni sahihi. Unaweza ukakuta mtoto wako anafanya vitu bora kabisa vya msingi katika maisha yake ambavyo vinakuja kumsaidia na kufanya ndoto zake ziwe kweli. Si kila mila ni mbaya, zingine hufundisha heshima, utu na mshikamano, lakini ni muhimu kuchuja mila na desturi. Tuachane na zile zinazodhalilisha au zinazozuia maendeleo ya mtoto. Wajibu wetu ni kulea watoto waliokomaa kimawazo, kihisia na kimaadili. Je, kuna mila unadhani zinapaswa kuachwa? Tuambie kwenye comments. Usisahau kusubscribe kwa video zaidi kuhusu malezi, maadili na elimu ya kijamii. Bila shaka umejifunza kitu kipya leo. Tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata. Asante.